imetupa fursa adhimu ya kutathmini mafanikio yetu, kuainisha maeneo ya kuboresha na kujifunza njia bora zaidi ya kutimiza mahitaji yetu ya na ya wateja wetu. Pia imekuwa jukwaa muhimu la kubadilishana la uzoefu na kuimarisha ari ya timu miongoni mwa wafanyakazi wetu kuanzia viongozi wakuu hadi wale wa ngazi za chini. Kwa miaka mingi, TTCL imeendelea kuwa nguzo ya mawasiliano nchini Tanzania, ikitoa huduma muhimu zinazowaunganisha Watanzania mijini na vijijini. Mabibi na mabwana, wiki hii ya huduma kwa wateja imeacha alama ya kudumu katika shirika letu. imekuwa fursa ya kukusanya mrejesho kutoka kwa wateja, kutambua mapungufu na kuandaa maboresho yanayolenga kukidhi mahitaji halisi ya wateja wetu. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa kila mmoja wenu, kuanzia viongozi, wafanyakazi na wateja wetu wote kwa kujitolea kushiriki na kufanikisha maadhimisho haya ya mwaka 2025. Mafanikio tuliyoyapata yasingewezekana bila ushirikiano wenu. Wateja wetu ndiyo sababu kuu ya sisi kuwepo, na kupitia kwao tunathibitisha kuwa Mission Possible, si kauli mbiu tu, bali ni uhalisia tunaoishi kila siku. Nimalizie kwa kusisitiza kwamba TTCL itaendelea kutoa huduma bora za kuaminika zenye ubora wa hali ya juu. Tutaendelea kusikiliza maoni ya wateja wetu, kuboresha huduma zetu na kuhakikisha kila mmoja wetu anapata thamani stahiki ya huduma anazostahili kutupa imani na kuwahudumia, lakini pia natoa arai kwa wengine waweze kutuunga mkono ili tuweze kuongeza thamani ya biashara zao. Sasa hivi tuko kwenye uchumi wa kidijitali. Uchumi wa kidijitali maanake nini? Ukiwa na mtandao, manunuzi au shughuli zote za kiuchumi zinafanyika kwa kutumia mtandao. Sisi tunawasibitishia wateja wetu tutatoa huduma zilizo bora na wateja wetu waweze kufanya kazi zao kwa muda sahihi bila kuchelewa. Basi But... internet yake sio ya ya kupata ya, ya kushekisheki. Yaani internet yake iko vizuri. Ah uh, vile vile bei ziko faida za kizalendo na ni mtandao nadhani ni wa nyumbani hapa hapa na ni wa kizalendo zaidi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kutumia tunawakaribisha. Mimi binafsi nawakaribisha. Na, na siwakaribishi kama mfanyakazi lakini nawakaribisha kama Mtanzania ambaye najua kwa maisha yetu ya Kitanzania, ukiwa na mtandao ambao bei zake ziko hizo na kidogo ziko chini, lakini kasi ni ya ajabu, basi ni vizuri, unaweza kufanya kazi nyumbani, unaweza kufanya kazi ofisini, popote pale utakapokuwepo. Internet intaneti yake sio ya kusuasua. Kwa ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.